Mpendo mtazamaji na mpendo msikilizaji wetu ninakukaribisha leo tena katika mwendelezo wa masomo yetu ya mweneo Yesu juu. Leo tarehe ishirini mwezi wa nne mwaka 2025 na somo letu lina kichwa kinachosema Roho Mtakatifu maishani na fungu letu kuu linapatikana katika kitabu cha Yohana kumi na nne fungu la kumi na sita nalo linasema: Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Basi na tuombe. Mungu mwema, tunakushukuru leo tena, tumekuja kujifunza mbele zako. Tunakuomba utufundishe na utupe Roho Mtakatifu atakayetufundisha na kutukumbusha, atutunze na kutuandaa sisi kwa ajili ya uzima wa milele. Sisi tunaomba haya yote tukiamini, kwa jina la Yesu tutapokea. Amina. Kuna roho zenye njaa kwa ajili ya mkate wa uzima, zenye kuonea kiu maji ya wokovu; na ole kwa mtu ambaye kwa kalamu au sauti atawageuza kuzielekea njia za uongo! Roho wa Mungu anawasihi wanadamu, akiwasilisha mbele yao majukumu mema ili kumpenda na kumtumikia yeye kwa moyo, kwa uwezo, akili na nguvu, na kuwapenda jirani zao kama nafsi zao. Roho Mtakatifu anagusa utu wa ndani mpaka unapotambua nguvu takatifu ya Mungu, na kila uwezo mtakatifu unaimarisha katika utendaji madhubuti. Kazi ya kina na ukamilifu inapaswa kufanywa katika roho, ambayo ulimwengu hauwezi kuona. Wale ambao hawajui inamaanisha nini kuwa na uzoefu katika mambo ya Mungu, ambao hawashuhudiwi na Roho kwamba wamekubaliwa na Yesu Kristo wanahitaji kuzaliwa mara ya pili. Je, ulimwengu unaweza kujua nini kuhusu uzoefu wa Kristo? Kwa kweli hakuna. Msipoula mwili wake, Mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima wa milele ndani yenu. Mwalimu Mkuu alifafanua agizo hili kwa kusema Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu; maneno haya niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Katika zama hizi, neno la Mungu halichukuliwi kuwa la kutegemewa. Neno la Kristo, ambalo hukata moja kwa moja tamaa na anasa za kibinadamu, na kushutumu tabia desturi zinazopendwa na zina watu wengi, neno aliyefanyika mwili na kukaa kati yetu hupuuzwa na kudharauliwa. Mafundisho na mifano ya Yesu havifanywi kuwa kigezo cha maisha ya mtu anayedaiwa kuwa mfuasi wa Kristo. Wengi walitajao jina la Yesu wanatembea katika nuru ya cheche za moto waliouasha wao wenyewe, badala ya kutembea na kufuata nyayo za Bwana wanayemkiri. Hawawasilishi tabia ile ile ambayo Yesu aliwasilisha katika upendo wake safi na wa kweli kwa Mungu, na katika upendo wake kwa wanadamu walioanguka. Maisha Kristo ya Mkristo yamefichwa pamoja na Yesu ndani ya Mungu. Na Mungu anawatambua walio wake kwa kusema, "Ninyi ni mashahidi wangu." Wanakiri kwamba nguvu ya Mungu inahamasisha mioyo yao na kurekebisha tabia zao. Matendo yao yanatoa ushahidi kwamba Roho anaongoza ule utu wa ndani na wale Wanaohusiana nao wanashawishika kwamba wanamfanya Yesu Kristo kuwa kielelezo chao. Mungu na wabariki na kuwatunza.